Simbanking ni kati ya huduma za benki ya CRDB ambazo zimekuwa zimeleta mapinduzi makubwa katika kuchochea ujumuishi wa huduma za kifedha nchini. Simbanking imetoa fursa kwa Watanzania wengi kujiunga na mfumo rasmi wa huduma za kibenki ambao unapatikana masaa ishirini na nne. Kwa kufahamu umuhimu wa Simbanking katika kuchochea ujumuishi wa huduma za fedha benki imekuwa ikiandaa kampeni kuhamasisha wateja kuitumia huduma hii ili kufanikisha shughuli zao za kila siku. Mwaka huu kampeni yetu tumesema inaenda na benki ni SimBanking, ikionyesha kwa namna gani wateja wanaweza kupata huduma zote za kibenki kupitia simu zao za mkononi. Licha ya kutoa elimu, kampeni yetu ya benki ni SimBanking mwaka huu imetenga zawadi nono kwa wateja watakaoibuka washindi. Washindi katika kampeni hii ni wale wanaofanya miamala mingi kupitia SimBanking. Kutakuwa na washindi wa kila siku lakini pia kutakuwa na washindi wa kila wiki, zawadi za fedha taslim zaidi ya milioni mia mbili na arobaini. Kila baada ya miezi miwili tutatoa pia zawadi ya gari aina ya Toyota IST new model. Kwa wanafunzi wa vyuo, ndio maana tumeweza pia kuwaalika, watakuwa wanajipatia. Kwa wale ambao watafanya miamala mingi wa kutumia sim banking, watajipatia smartphone mpya aina ya iPhone 16 kila baada ya miezi mitatu. Na mshindi wa jumla atakayepatikana, ataondokana ataondoka na gari aina ya Toyota Harrier new model. <laughs> Zawadi zote hizi zitakuwa zimeshakatiwa bima, na mimi mnajua bima sasa hizi ni mpaka kwenye simu zetu. Kwa hiyo waliopata magari yale, ambayo ni IST, atakayepata Harrier new model. pia itakuwa imekatiwa bima na uzuri wa bima hii kubwa ita, imetolewa na kampuni yetu tanzu, CRDB Bank Insurance Company. Ni imani yangu kuwa hadi Disemba tutakapokamilisha kampeni hii tutakuwa tumewapata washindi hawa wote ambao nimewataja na tutakuwa pia tumesha wakabidhi zawadi zao hivyo kuongeza hamasa kwa jamii juu ya matumizi ya sim banking. Jina langu mimi ni Steven Adili ni mkuu wa kitengo cha wateja binafsi hapa benki ya CRDB makao makuu. Leo kitu ambacho tumekileta sokoni ni benki ni SimBanking humu tu, tukiwa tunamaanisha kwamba huduma zote za kifedha zinapatikana katika kiganja chako na katika simu yako, na hamna sehemu nyingine ambayo unaweza ukapata huduma hizi bali kwa kupakua SimBanking au kwa kutumia ile nyota 150 nyota 03 alama ya rele na tunaposema humu tu, tuna maana gani? Tuna maana ya kwamba mikopo yote ambayo unaweza kuifikiria inapatikana kwenye simu benki, lakini ukitaka kulipia maji, kununua tiketi za ndege, kununua tiketi za SGR ama kufanya miamala mingine yoyote, kwa maana ya kuhamisha pesa na vingine vyote hivi, unavipata kwa kutumia simu yako ya mkononi. Kwa hiyo tunapozindua kampeni hii, tunataka kuwafahamisha Watanzania wote walioko hapa Dar es Salaam na, na mikoa yote, vijiji vyote, wilaya zote kwamba sasa huduma za kibenki zinapatikana kwenye simu zao za mkononi, na ambao wataweza kufanya miamala mingi zaidi kwa kutumia simu zao za mkononi tutaweza kuwazawadia. Kuna zawadi nyingi, zawadi yetu kubwa ya Harrier New Model ambayo mteja mmoja ataibuka akidedea, lakini vilevile vile tuna magari mengine sita ambayo yataendelea kushindaniwa kwa maana ya kwamba kila baada ya miezi miwili tutatoa gari moja Toyota IST new model. Lakini vilevile vile tuna zawadi za simu za mkononi, tuna zawadi ya pesa taslim zaidi ya milioni mia mbili, na hii milioni mia mbili si kwamba unatakiwa uingie kwenye bahati nasibu, wewe ukiwa unatumia simu yako ya mkononi unapata hii uh, fedha ama pointi ambazo zinakuhamasisha kuendelea kutumia. Tumekuwa na changamoto kubwa ya nchi yetu kuwa na watu ambao wanafanya miamala lakini hawako katika sehemu rasmi ya kufanya miamala. Tumeona changamoto ya uh, hii mikopo inayotoa mikopo umiza. Tumeona changamoto nyingi ambazo zinawalenga Watanzania wengine wakidanganywa kwamba wekeza pesa hapo utapata, lakini sasa tunawaletea huduma ambazo ziko kwenye benki rasmi inayoangaliwa na serikali na Benki Kuu ya Tanzania kuweza kufanya miamala yao yote kwa kutumia simu zao za mkononi. Wale ambao ni wateja wetu tayari, wazitu watumie uh, huduma hii, lakini wale ambao bado si wateja wetu, tunawaomba waweze kupakua application yetu ya SimBanking ama waweze kuingia kwa kutumia nyota 150 nyota 03 alama ya reli, waweze kufaidika huduma hizi. Hatujali mtu yuko wapi, hatujali ni kabila gani, ni nini. Yeye anachotakiwa ni kuwa na benki ya CRDB na SimBanking, na anaweza akashinda na magari haya. Mtu anaweza akashinda gari la kwanza, la pili, la tatu, ni yeye tu na kufanya miamala mara nyingi umekuta ya kwamba huduma za kibenki watu wanazifuata aidha kwenda kwa wakala, ama kwenda kwenye branchi, lakini sasa huduma hizi tumezirahisisha. Kama tunavyojua, kama wafanyakazi wa serikali anaweza akachukua mkopo mpaka bilioni mia mbili hamsini kidigitali. Hahitaji kumwona mtu, hahitaji kuwa na dhamana, hahitaji kuwa na mdhamini yeye na simu yake ya mkononi yeye na kufanya miamala yake, anaweza akawa amerahisisha. Lakini mm, watu wamekuwa wakitumia muda mrefu sana uh, kwenda kuunga foleni, kununua umeme, kulipia bili za maji. Lakini kwa kuwa na simu ya mkononi, kwa kuwa na application ya uh, SimBanking hivi vyote unaweza ukavifanya usiku ama mchana, na unaweza ukavifanya popote pale ukiwa ndani ya nchi ama ukiwa nje ya nchi. Kwa hiyo huu urahisi tunauleta kwamba mtu aweze kupata muda mwingi zaidi wa kufanya shughuli zake nyingine, na hizi za kibenki aweze kuzifanya kwa kutumia simu yake ya mkononi. Kwa nini tumekuja na humu tu? Mara nyingi unakuta mteja anakuambia, mimi nataka kulipia labda tiketi ya ndege, si ndio? Katika maongezeo ya kawaida, nataka kulipia tiketi ya ndege, anambia nenda si wapi, nenda kafanye nini? Lakini hapa unakuta na akaunti ya CRDB. sisi tunachosema ni kwamba chochote kile ambacho unataka kufanya kwenye maisha yako ya kila siku iko humu tu, iko ndani ya SimBanking. Kwa hiyo unataka kulipia bili, iwe unataka kulipia ada za watoto, hiyo unataka kutuma hela kwa mama au kwa baba au kwa mtoto, kwa mtu yote yule, ni humu tu ndani ya SimBanking, unaweza ukafanya kila kitu, na ndo maana tumesema benki ni SimBanking. Kwa hiyo tunasema humu tu, chochote unataka kufanya, wewe fanyia ndani ya SimBanking, na uzuri wa SimBanking, hauhitaji kwenda tawini ni kitu ambacho unaweza ukafungua akaunti pale pale mkononi mwako kupitia simu yako, na ukishafungua akaunti pale pale unaweza ukadownload Sim Banking. Sim Banking haichagui haibagui, uwe na kitochi uwe na smartphone, unaweza ukapata huduma za Sim Banking. Ukiingia Sim Banking humu tu, unaweza pia ukapata mikopo. Tunaelewa mara, mara chache chache tunakuwa tunakwama, si ndio? Una haja ya kudhalilika kuomba majirani wote wakuseme wajue umekopa. SimBanking inakufichia siri zako, unaweza ukakopa, ukajinasua. Jinasue inakupa mkopo mpaka milioni moja kwa na hauhitaji dhamana yoyote, unaweza ukapata mkopo pia kupitia SimBanking. Lakini pia kama ni mfanyakazi umeajiriwa taasisi binafsi au serikalini, pia unaweza kujisajili na salary advance ambayo inakupa pia mkopo wakati wote, katikati ya mwezi, mwanzo wa mwezi, mwisho wa mwezi, na ukalipia tu pale. Ni rahisi, ni bure masaa 24, hata ukiwa nje ya nchi unaweza kupata huduma za SimBanking. Benki ni SimBanking ni humu tuu.